Mambo vipi, mwanamichezo? Karibu kwenye DNA Sports. Leo tunakutana hapa kuzungumza taarifa mbalimbali za kimichezo, lakini pia tunazungumza mchezo wa klabu bingwa barani Afrika, Dar es Salaam Young Africans dhidi ya Walet Banguela, mchezo wa marejiano wa raundi ya kwanza preliminary stage. Mchezo wa kwanza Young Africans alipata ushindi wa mabao matatu kwa sifuri. Anakwendaje kwenye mchezo huu? Young Africans ana faida kubwa kwenye mchezo huu kwa sababu yeye anakwenda kucheza huku akiwa na mashabiki kukiwa njani, tofauti na mnyama Simba ambaye anacheza mchezo ukiwa hauna mashabiki. Hii ndio faida kwa timu ya Dar es Salaam Young Africans. Lakini pia Young Africans kwenye mchezo wa kwanza ligi kuu ya Tanzania bara NBC alipata ushindi wa mabao matatu kwa sifuri. Mengi yalizungumzwa kwenye mchezo huo, jinsi ambavyo kocha Roman Falls kikosi ambacho alianza nacho kwenye mchezo huo, lakini maoni yalikuwa ni mengi sana kuhusiana na Young Africans. Kwa nini? Kwa sababu hawakuona ile Young Africans yao ambayo wamezoea kwa misimu takribani minne ambayo imepita na misimu hiyo Young Africans yeye yote ametoa vikombe vyote vya ligi kuu, lakini pia pamoja na kombe la mapinduzi na kombe la FA Azam Sports Federation Cup hivi sasa likitwa kama CRDB Bank Cup. Lakini eh, kwenye mchezo huo Young Africans ana faida kubwa, kwa sababu tayari alipata ushindi kwenye mchezo wa kwanza wa ligi kuu soka Tanzania bara. Hii inampa mulali ya kwenda kuvaa mchezo huo, na kwenye mchezo ule Young Africans chini ya kocha Roman Fowler alikuja na mabadiliko mengi sana. Nadhani kocha aliangalia mchezo wa ujao ambao watapigwa siku ya kesho, kwamba baadhi ya nyota wake hawapumzishe, lakini pia akiangalia wachezaji muhimu ambao ni regular starter kwenye timu ya Young Africans waanze kwenye mchezo wa marejiano katika dimba la Benjamin Mkapa. Faida ambayo faida ambao Young Africans wanayo, wana utajiri wengi sana wa wachezaji ambao wana quality and quantity. Nikisema quality and quantity inamaanisha ubora na viwango ambavyo tumeviona Tazame Pakome jinsi ambavyo anacheza, lakini pia mtazame uh, Shedu wa Kiboka kushoto, kulia Israel Mwenda, katikati eh, Dickson o pamoja na Abraham Baka, Jigu Diara nyuma, wanacheza vizuri sana eneo la kiungo namba sita Azize Damwile ameingia kwenye formation ya kocha vizuri, na tumeona kwenye michezo akiwa anacheza anacheza anacheza vizuri vizuri sana. Kitazama Young Africans pale juu. E, ina washambuliaji wengi sana Mawinga, Clement Mzize, Celestin, Ekwa, lakini pia Andre Boyeli tumemwona kwenye mchezo wa pambajiji amecheza vizuri. Kocha nafasi ni yake tu ya kuangalia aanze na nane kwenye mchezo huu, lakini pia faida ambayo Yanga nayo pia nyingine tayari ameshavuka e, mguu mmoja mbele kwenye michuano hii ya klabu bingwa barani Afrika. Kwa nini? Kwa sababu mchezo wa kwanza alijihakikishia ushindi akiwa away, kipigo cha mabao matatu kwa sifuri timu kutoka Angola si kipigo kidogo, tuliona performance nzuri sana ya Prince Dube kwenye mchezo ule. Vipi kwenye mchezo huo kocha ataondoka naye? Lakini pia tuliona kwenye kwenye ligi jinsi ambavyo wamecheza Young Africans chini ya Romain Folz, wana wana quality yani wachezaji wake hawana yani kocha ya, jinsi aamue tu yeye kupanga kikosi, ana mashaka kabisa kwa sababu ana watu Young Africans pia wao nyingine ambao wanayo wanaoanza ni watu wanaobaki nje tena pia ni watu, kwa sababu ukiangalia wanapocheza upande wa kushoto sheto akiboka, lakini pia nje anasubiri Shabalala, Zimbo Junior akianza, Zimbo Junior akisubiri Boka, si mbaya, wote ni wakali. Ukija katikati mwa ukija katikati mwa kiwanja akianza Doki Abuya, sawa, timu inacheza vizuri, akianza Aziza na Mwile, sawa, timu inacheza vizuri. Pia ukija kwenye eneo la ulinzi uh, Dickson Job, Ibrahim Ible, baka akianza, sawa, Mwamyeto asinki sawa. Hiyo yote ni utajiri ya wachezaji. Unajua, Young Africans, watu wengi wanaweza wakazungumzia kwamba mbona kama wanajinasibu hivi, jeuri hiyo wanaitoa wapi? Jeuri wanayo kwa sababu eh, chini ya uongozi wake uh, rais Engineer Hersi amefanya sajili za maana kwelikweli, na ana malengo makubwa sana kwenye michuano hii. Kinukuu, moja ya malengo ambayo amesema kwamba msimu huu anataka timu ifike katika hatua ya makundi ya klabu bingwa barani Afrika. Wengi wakazungumza, why unafanya sajili ya maana alafu unaweka malengo madogo? Uh, unajua una usijiekee una, engineer host sio kwamba anaweza kawa watu simulee vizuri, lakini huyu anaanza kawa na wada pia, kwa sababu sajili ambazo amezifanya alafu na malengo ambayo amejekea ni kama vile madogo, lakini tumeona performance ya timu yake kwenye mchezo wa kwanza wa away timu umecheza vizuri kweli kweli, lakini pia tumeona performance ya Young Africans kwenye mchezo wa kwanza wa league, japo watu wengi walizungumza mechi kipindi imeanza dhidi ya Pamba Jiji, Young Africans ya, ya kucheza vizuri lakini pia kipindi cha pili ndio timu ikabadilika kwa sababu ya kuingia kina Pakome na wenzake. Ile ndio plani ya kocha, lazima uwe na plani A alafu uwe na plani B. Plani A ikimastiwa, utatumia plani B kwa ajili ya kufumua safu ya ulinzi ya mpinzani ili uweze kumshambulia na kupata mabao. Hapa utapata taarifa zote na story zote za kimichezo kuhusiana na michezo hii ya klabu bingwa barani Afrika, Young Africans dhidi ya Welch Banguela kutoka Angola, lakini pia kila kitu ambacho kinajitokeza kwenye mchezo huu tutakuletea sisi DNA Eh, TV cha msingi kwa wana familia yetu subscribe, alafu kubonyeza alama ya kengele ili wewe mtu wa kwanza kupata taarifa zote ambazo zinajitokeza. Mimi ni shohuda wako muda wote mzoa, mimi ni Godfrey Nyanto na D&A TV, cha msingi endelea kubaki na sisi.